Bado tupo bado tupo kwenye wakati mgumu, kwa sababu nazungumza hivi, moyo wangu bado una huzuni kubwa sana. Hakuna kitu kibaya kama kupung, kupungukiwa na nguvu kazi ya taifa, yanapoondoka mmoja wetu, kijana mwenzetu, mara nyingi huwa ni majonzi hakuwezi kuwa kuna amani, hakuwezi kuwa kuna furaha. Kwa hiyo tupo katika kipindi kigumu, kipindi cha mpito ambazo viongozi wa dini wote kwa pamoja na wadau mbalimbali, huu sasa ni wakati wa kuzungumza lugha moja, tunapaswa kuzungumza lugha ya mshikamano katika kulingania amani, kuhubiri amani, kuhubiri utulivu na kutengeneza maridhiano ambayo yatatawaliwa na hekima na busara, yatathamini utu wa Mtanzania ili sisi kama taifa tuweze kuwa ni kisiwa cha amani, tuendelee kuwa ni sehemu salama. Viongozi mbalimbali wa dini, vyama vya siasa na wadau wote wa haki jinai huu sasa ni wakati wa kujiepusha na kauli tatanishi, kama alivyosema mheshimiwa rais kwamba tuchague hekima badala ya mihemko. Mimi nilivamiwa baada ya kupiga kura, nikawa nakuja ofisini kwangu mjini, hali ikiwa shwari katika macho ya kawaida, lakini nikifika Kimara nilivamiwa na genge la watu wengi sana na barabara zikiwa zimezuiliwa zina vizingiti vya namna mbalimbali, waliweza kuchoma gari langu likateketea. Wananchi tunazo haki zetu, lakini pia tuna wajibu katika nchi yetu, na wajibu mkubwa tulionao ni kuhakikisha sisi wenyewe tunakuwa sehemu ya kulinda amani ya nchi yetu. Ni wajibu wa kikatiba tuliokuwa nao. Nitoe wito kwa wananchi wa Tanzania wote mahala mlipo kwanza, msiondolewe kwenye imani mlionayo na vyombo vyenu vya ulinzi na usalama. Msiondoke huko, endeleeni kuwamini katika vyombo vyetu. Ni kweli yanaweza yakawa yalitokea mapungufu kidogo kidogo katika kutimiza wajibu wa, lakini tuangalie sababu za mapungufu hayo ni nini.